Habari zenu mabibi na mabwana, napenda kuwauliza swali moja. Je, mngependa kujifunza kutengeneza video ya namna hii? Na je, unaionaje video ya namna hii? Kama unapenda, unaweza kuweka komenti yako hapo chini, kisha tukaenda kufungua darasa kwa ajili ya kujifunza kutengeneza video nzuri kama hii. Kupitia video hii itakwenda kukuonyesha watu mbalimbali ambao wanatumia video hizi kutafuta pesa katika mtandao wa YouTube. Bila shaka nadhani mnawafahamu sana. Hivyo basi, kama kweli unahitaji, weka komenti yako tupite nayo hapo chini. Bila shaka hii ni rahisi mno, wala haihitaji nafasi ya daktari wala haina kipengele labda kipengele uje nacho wewe tajiri. Hivyo basi wala haihitaji dii mbili hii, hata ukiwa na zero unaielewa vizuri kabisa. Cha kufanya ni kuwa na bando lako Then nitakwenda kukufundisha katika video ijayo. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment hapo chini ni kwa namna gani ungependa kujifunza kutengeneza video ya namna hii kupitia hapa hapa Window Max TV.